ya mikopo tunawekeza kwa ajili ya future yako. Kwa upande wa sayansi tunaendeleza vipi yako, mambo mengi tunayafanya, lakini niseme Samia Scholarship, tulishafika mahali wanafunzi wakimaliza PCM form 6, ana aaa, anasema nilikuwa nasoma sayansi kuonyesha na uwezo lakini, mi sita kwenda kusoma huko kwenye sayansi. Bwana nataka kasome commerce huko kasome loili, ndio kuna hela huko sasa ili kuwarudisha wanasayansi wetu wazuri, vichwa vizuri virudi kwenye sayansi, tuliagizwa tutoe scholarship kwa mayembo akishenia watoto, mnawasomesha unaweza ukatumia neno bure, yaani hawalipi chochote kwenda kusoma vyuo vikuu. Maelekezo hayo alitoa rais wetu, tukachukua tukaomba bungeni fedha zikatoka, tukaamua kuita Samia scholarship na inatusaidia kwa hiyo kila mahali nikitembea sasa hivi watoto wanaosoma form one wanasema ah, mimi nataka kusoma sayansi ili nipate Samia scholarship nipunguze mzigo kwa wazazi wetu. Kwa hiyo wao wanapata wanachotaka na sisi tunapata wanasayansi walio mahiri zaidi. Sasa tumechukua Samia scholarship extended, tunapeleka watu kusoma mambo ya nyuklia nje. Watano sasa hivi tunapeleka, lakini tutaendelea kufanya hivyo kila mwaka kupitia tume ya nguvu za atomi Tanzania. Lakini kubwa kuliko yote ambayo ningependa nitangaze hapa, hawa vijana waliofanya mtihani wa form six hawa hawa watu tutakapo shortlist watu wakwenda kufanya kupata Samia scholarship wanakuaga takriban 650 karibu 700 hivi. Tutakapotangaza list, tutawaambia vile vile, katika nyie wote ambao mnastahili Samia scholarship, mnataka kwenda kusoma nje, tuambieni, alafu sisi tupengine tu, tu, tu, tutachukua kati ya 50 mpaka 100. Hiyo inaitwa Samia scholarship extended on data science, artificial intelligence and allied sciences tukishawapata wale mradi wa kubali, watakaa takriban mwaka mmoja kuchelewa kwenda kusoma nje, tutaweka kambini. Kambi yenyewe ni Nelson Mandela African Institute of Technology, one of the best campus hapa Tanzania. Watakaa pale watakuwa oriented na maisha wasipate cultural shock wakienda nje. Watafundishwa uzalendo, ili Mkwawa ni nani? eh? Karume ni nani, alipigania nini, Julius Nyerere ni nani hata Simba Vita Kawawa ni nani? Yote yaliofanya watu waelewe nchi yao, kwenda kuitetea wakienda kusoma kule, wasisahau. Watafundishwa na language, lakini important, digital literacy, kuakisha kwamba kama ammaliza, aaa hajagusagusa kompyuta, atajifunza atapata statistics, atajua. Halafu wale kwanza kabisa allocate kwenye scholarship ambazo zipo Ndugu zangu, kuna scholarship Tanzania zipo tunaletewa, hakuna watanzania wa, wa kwa ile nafasi ya kuomba mikopo inakuwa changamoto, sembuse kukaa na kuomba chuo kikuu Saudi Arabia kwa mfano, Rumania, Glasgow, Kanada, Marekani. Kwa hiyo matokeo yake wachache wanaopata hizi fursa ni watoto waliosoma international schools kwa wazazi wenye uwezo, lakini vichwa bora vimegawanyika kote. Wako watoto wa wazazi wenye uwezo, vichwa bora kabisa nchi yetu inabidi tuvipeleke vikasome, lakini wako wengi watoto wa wakulima na wafugaji hapa Tanzania ambao anafaulu faulu vizuri sana form sita lakini ile kompyuta literacy ya kukaa kuingia online kuapply hawajakuwa nayo, kwao hawana fursa. Mtoto ametoka tandaimba kule, amelima korosho, amesoma kwa bidii, anashindwa kwenda, anatoka Nkasi huko. Kwa hiyo sasa hivi tutawachukua, tutawaweka, tutawasaidia kuapply scholarship, na sisi tunaongea na vile vyuo. Kwa hiyo ya kwanza kabisa tuendeni kwenye vile vyuo mkasome, alafu fedha nyingine tutaziweka kwa ajili ya kupeleka sehemu nyingine, bodi ya mikopo Kisa. Kwa ajili ya fyucha yako.